Kifungu cha thelathini na tisa cha katiba ya Zanzibar, ukienda ndani ya mabano tano, kinasema makamo wa kwanza wa rais, nisikilize vizuri, makamo wa kwanza wa rais atakuwa ni mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na atafanya kazi zote atakazopangiwa na rais lakini ukishuka kifungu cha saba kinasema makamo wa pili wa rais atakuwa ndiye mshauri mkuu huku, atakuwa ni mshauri mkuu huku, kinasema atakuwa ndiye mshauri mkuu. Hapana, tofauti hapa. Nikikwambia wewe ni mshauri wangu mkuu, halafu nikasema fulani ndiye mshauri wangu mkuu, hii lugha ni sawasawa kweli? Haionyeshi kama mmoja ni mshauri na mwingine ndiye mshauri kabisa chanzo cha maandamano ni mwenendo uliokuwepo na uminywaji mkubwa wa demokrasia katika visiwa vya Zanzibar, kufanya watu waliokuwemo kwenye vyama vya upinzani kama vile hawana haki ya kufanya shughuli za kisiasa, wakati katiba inawaruhusu, katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Hakuna masala ya historia, na hicho ndio cha kwanza tulichokipinga kwenye ripoti ya brigedia Hashumbi. Gumzo, karibu tena kwenye gumzo hili maalum, Januari ya Damu Gumzo ambalo ma, malengo yake na madhumuni yake ni kugeuka nyuma robo karne iliyopita, miaka 25 sasa tangu Januari 27, 2001 yalipotokezea mauaji ya kikatili dhidi ya watu wasiokuwa na hatia visiwani Zanzibar, yaliyofanywa na vyombo vya dola na kutokana na kile ambacho vyombo hivyo vilisema ni kuzuia maandamano haramu, maandamano ambayo hayakuidhinishwa na mamlaka kufanyika, maandamano haya yaliyotayarishwa na chama cha wananchi CUF wakati huo, ambacho ndicho kilichokuwa chama kikuu cha upinzani. Na leo au kum, katika mfululizo huu tumekuwa tukizungumza na Maalim Said Miraji Abdallah, ambaye yeye wakati haya anatokezea alikuwa ni mkurugenzi wa vijana na Blugard, ulinzi wa chama hicho, na kwa hivyo alikuwa kenye kiini kabisa cha matukio yenyewe. Mpaka sasa ameshatuzungumzia sababu kwa nini waliamua kufanya maandamano madhara yaliyopatikana kwa maandamano hayo, lakini pia ametuzungumzia faida chache ambazo zipo na nyingine za kudumu mpaka hasa zipatikane kwa maandamano hayo. Leo tunaingia katika sehemu ya mwisho tunaangalia matokeo baada ya hapo, yepi ambayo kwa hakika baada ya miaka 25 ile tulipozungumza yanaweza kusemwa kwamba ni sehemu ya athari za maandamano hayo, na yepi ambayo tunaweza kujifunza sisi kama watu ambao wa tunaishi sasa tusema katika utangulizi wa kipindi kwamba katika makosa ambayo tunayo katika historia ni kuto kujifunza kutokana na historia. Lakini je, kama wanadamu kama taifa tunaendelea, tunapaswa kuendelea kuto kujifunza? Maalim Said karibu tena katika wasaa wako huu wa Januari ya damu. Nashukuru chama, asante sana. Naam. Uh, kama ulipotangulia kusema, eh, kuna mambo ya kujifunza na unapojifunza maana yake unatazamia kupata moja kati ya mambo mawili, kujua kutoka pale ukiondoka, ukienda mbele unakwenda mwendo gani. Na ndio maana katika historia tunatazama yaliyopita, yaliyopo, lakini pia tunajaribu kuangazia yale ambayo yatakuja huko mbele. Kwa hivyo ili uweze kuwa ni mtu unaojifunza vizuri, ni lazima kuhakikisha yale unayoyaona ni madhara unatafuta kila njia yasirudie, na yale unayoyaona ni mazuri unayowekea mazingira mazuri zaidi ili yaweze kuendelea, ili ipatikane ile kwamba mlijifunza na mkaona mlikosea wapi na nini mnaona mfanye ili mpate mafanikio zaidi. Wazanzibari kama Wazanzibari, kama ilivyotangulia kusema mwanzo, walionyesha kuridhishwa na kufuata kauli zilizotolewa na viongozi wao wa vyama pamoja na serikali ili kuhakikisha kama Zanzibar inapata utulivu wa kudumu wa kisiasa. Nikisema utulivu wa kudumu wa kisiasa maana yake ni kwamba Zanzibar imepitia katika miongo na mikondo mbalimbali mbali, kabla ya mfumo wa vyama vingi wa 1992, kabla na baada ya mapinduzi, mpaka hapa tulipofika. Kwa hivyo ukisema unatafuta suluhisho la kudumu maana yake unatengeneza mazingira ya kusahau hii historia yote na kuiweka pembeni na kuanza mfumo mpya wa maisha. Lakini bahati mbaya ilionekana kama vile ilikuwa ni kuondoa kinu juani. Kwa nini niseme hivyo? Baada ya kutoka pale, ulitazamia kuna baadhi ya vitu tumeshaanza kuzungumza, tumeingia kwenye maafikiano tumewafikiana kuna vitu tunaanza kutekeleza kwa pamoja, na vingine tunahitaji tusivitekeleze. Lakini kuna vitu vilionekana kama vile kwamba hivi havijaonekana kama kama kama vimefika e, wakati vianze kurekebishwa. Mpaka leo Zanzibar tunazungumza, ikifika wakati wa kuandikishwa daftari la kudumu la wapiga kura, kuna watu ambao wanastahiki kuandikishwa hawapati haki hiyo, kuna watu hawastahiki kuandikishwa wanapata haki hiyo. Unakwenda kwenye kupiga kura, kuna watu wanastahiki kupiga kura hawapati haki ya kupiga kura. Kuna watu hawastahiki kupiga kura, lakini wanapata haki ya kupiga kura. Mpaka leo kuna malalamiko, haki za mawakala wanaosimamia wagombea na vyama kuweza kupokwa. Mpaka leo kuna malalamiko ya kuingiliwa, labda pengine, kutokana na vyombo mbalimbali vya dola vikiwemo vile vya Zanzibar vinavyofanya kazi Zanzibar na hata vya muungano wakati mwingine. Mpaka leo uaminifu wa tume unatiliwa mashaka na dosari za lakini hata sheria zenyewe leo tunazungumza miaka ishirini na tano tokea uh, mauaji yale ya Januari ishirini na moja. Lakini mpaka leo miaka ishirini na tano baadaye tunajiuliza, watu labda pengine chombo walichokuwa wanakitazamia cha kuweza kupata haki hasa baada ya kuwa na migongano ya kisiasa ni mahakama. Lakini je, wanapata haki hizo? Nikupe mfano. Mfano Shehe Muhamed mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano baada ya uchaguzi wa kwanza, na kaf kuona haikuridhishwa na, na baadhi ya matokeo ya uchaguzi kama ambavyo wamefanya ACT leo baada ya miaka ishirini na tano, kaf walifungua kesi mahakamani. Jumla ya mashauri manne ya uwakilishi yalipelekwa mahakamani. Kulikuwa na kesi ya Maulid Makame almarhumu jimbo la Ndijani, kulikuwa na kesi ya Machano Khamis Ali jimbo la Lala Jang'ombe, la, la, la, kulifunguliwa kesi ya Muhamed Ali Muhamed jimbo la Mlandege, kulifunguliwa kesi ya jimbo la Mfenesini ambayo mgombea alikuwa ni li Hamed Rashid. Sasa hawa wote walifungua mashauri mahakamani ili kuweza kwenda kudai haki ya uwakilishi lakini baada ya mizunguko mirefu na kuonekana kuto kuridhishwa na maamuzi yanayochukuliwa na, na mahakama kuu ya Zanzibar tukalazimika kwenda kote kwa pili, kote kwa pili Dar es Salaam. Ujue mambo haya ya mahakama watu waelewe, eh, mahakama ya kwanza mpaka mahakama kuu si jambo la muungano, na ndio maana Zanzibar kuna jaji wake wa mahakama kuu. Muungano ma, ma, ma, unaanza kwenye kesi za rufaa kwa hivyo baada ya kuto kuridhishwa na yale maamuzi tukaja kwenye kesi ya rufaa, kesi ya rufaa, kwa sababu mahakama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ya muungano, ikabidi tusajili eh, katika mahakama za rufaa za muungano, na kesi zile zikawa zinasikilizwa hapa Dar es Salaam kwa sababu tulipeleka. Kwa hivyo kusubiri mpaka jaji wa pili labda aje Zanzibar na nini, ikawa ni ngumu, tukaja Dar es Salaam pale zikasikilizwa, zile kesi zilitupwa, kwa sababu ya makosa ya wenyewe, wanaita technicality, kulikuwa na zile preliminary objections, ambazo zilikuwa zinawekwa mwanzo, yani ping, mapingamizi ya awali. Lakini all in all, kutafuta haki mahakamani ndiyo wajibu, ndiyo sheria. Lakini mpaka katiba tunayoizungumza leo, iliyopigiwa kura mwaka elfu mbili na kumi, haki hiyo inatolewa kwa ngazi ya udiwani, ubunge na watu. Katiba ya Zanzibar ukiisoma kifungu cha thelathini na nne ya mwaka 2010 ndani ya mabano saba inasema iwapo mgombea ametangazwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwamba amechaguliwa kuwa rais kwa mujibu wa kifungu hiki, basi hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Sio kupinga tu hata kuchunguza kuchaguliwa kwake. Maana yake ukipinga sitabidi pafanyike uchunguzi kwamba huyu alishinda hakushinda, kura ziliibiwa, zilibadilishwa. Maana yake tume ikisha kumtangaza tu, huyo tayari ni rais wa Zanzibar. Sasa hii ndio katiba ya mwaka elfu mbili na kumi iliyopigiwa kura ya maoni na Wazanzibari wote wa, unategemea iko siku tume ya uchaguzi italala tu ya mke imtangaze mtu kutoka chama kingine cha upinzani? Kwa hivyo utakuta hata haya malalamiko walionayo ndugu zangu wa, wa ACT leo, bado msingi wa sheria za nchi, katiba ya nchi iko hivi. Kwa hivyo kuna mambo yanahitaji yabadilike, kuna sheria za uchaguzi zibadilike, kuna baadhi ya vifungu vya katiba vya nchi vibadilike. Leo rais wa Zanzibar hata afanye chochote kinyume na sheria mathalan akosee katika kutumia vikosi vya SMZ atoe maagizo ambayo siyo sahihi. Kifungu cha thelathini na sita kinasema hakuna mashitaka yoyote ya jinai yatakayofunguliwa au kuendelezwa dhidi ya rais wakati akiwa kazini au dhidi ya mtu yoyote ambaye anafanya kazi ya urais kwa mujibu wa kifungu cha thelathini na tatu cha katiba hii. Hakuna mashitaka ya kihukukia ambapo kuna madai ya kuhusiana na kitu chochote kilichotendwa au kuwa cha kutendwa yatakayoanzishwa na kuendelezwa dhidi ya rais wakati akiwa kazini au dhidi ya yoyote anayefanya kazi za urais. Kwa hivyo, katiba imefunga mianya na imeziba mianya yote ya kumwajibisha rais. Sasa hii ikiwa ndiyo katiba yetu, unategemea utakuwa na rais wa namna gani? Huyu rais tulitegemea yeye atakuwa ndio ndio, tunasema eh, kiongozi mkuu, au sio? Na kwa mujibu wa mamlaka yake huyu ndio anayeteua makamu wa kwanza na makamu wa pili wa rais. Na kwa mujibu wa katiba hii, makamu wa kwanza wa rais tunaambiwa ni mshauri wa rais, na makamu wa pili wa rais tunaambiwa ni mshauri wa rais pamoja na washauri wengine ambao rais atawateua. Sasa so mimi nataka nitumie muda mdogo kuwaonyesha watu kwamba makamo wa kwanza wa rais kuambiwa ni mshauri wa rais ni kini macho. Kifungu cha thelathini na tisa cha katiba ya Zanzibar, ukienda ndani ya mabano tano kinasema makamo wa kwanza wa rais nisikilize vizuri. Makamo wa kwanza wa rais atakuwa ni mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na atafanya kazi zote atakazopangiwa na rais. Lakini ukishuka kifungu cha saba kinasema makamo wa pili wa rais atakuwa ndiye mshauri mkuu huku atakuwa ni mshauri mkuu huku, kinasema atakuwa ndiye mshauri mkuu. Hapana, tofauti hapa. Nikikwambia wewe ni mshauri wangu mkuu, halafu nikasema fulani ndiye mshauri wangu mkuu, hii lugha ni sawa sawa kweli? Haionyeshi kama mmoja ni mshauri na mwingine ndiye mshauri <laughs> kwa hivyo, kwangu mimi, huyu makamu wa pili ndiye mshauri mkuu lakini pamoja na kwamba tuchukulie haya wote wawe ni washauri, hakuna shida. Ukienda kwenye kifungu cha hamsini na mbili cha katiba ya Zanzibar kinasema hivi: rais wa Zanzibar halazimiki kufuata ushauri atakaopewa na mtu yoyote katika utekelezaji wa shughuli zake isipokuwa kama sheria imeagiza vinginevyo. Yaani ile sheria imemlazimisha hapa, lazima ufuate kwa mm hivyo -hmm. Unaweza ukampa ushauri lakini halazimiki. Unaweza ukawa ni mshauri, lakini kuna mtu mwingine ambaye ni mshauri mkubwa zaidi. Sasa haya mambo yaliyomo kwenye katiba, kwa mfano mamlaka waliopewa tume ya uchaguzi, mamlaka aliyopewa raisi, vifungu mbalimbali vinavyokinzana kizana, hivi vitu kwa kweli vilipaswa vizingatiwe. Mohamed, mimi nilitegemea baada ya mauaji ma, ma, ma, ma, ma, ma yale ya Januari, kwamba kusingelikuwa na chokochoko hizi za kisiasa na mambo mengine kadha wa kadha, lakini mimi mwenyewe nikwambie, mtu ambaye nilikuwa ni mkurugenzi ukiachilia mbali pale Zanzibar mwaka alfu mbili na tano mi nilifunguliwa kesi nne za jinai mbili zikiwa zilipelekwa mahakama ya Temeke, mbili zilipelekwa mahakama ya Kisutu na zote zilikwenda kwa wakati mmoja, na kwenda nasomewa huku, natoka naingia chumba kile, natoka naingizwa kwenye gari na kwenda mahakama nyingine, nasomewa kesi moja huku nasomewa kesi nyingine kule. Nakumbuka kesi zile za mahakama ya Kisutu, moja ilikuwa ni namba mia mo, ni, ni, ni, ni a, na, namba kumi na sita hamsini na moja ya mwaka elfu mbili na tano na nyingine ilikuwa ni kumi na sita hamsini na mbili ya mwaka elfu mbili na tano moja ikiwa inahusu masuala ya uchochezi wa kisiasa, na nyingine ikiwa inaonyesha kwamba kulikuwa na vurugu labda pengine ya matumizi ya nguvu kupiga na kuumiza watu na kuharibu mali. Na hizo kesi zimegaiwa, moja mahakama za, mbili mahakama ya wilaya mbili mahakama ya mkoa. Mbaya zaidi masharti ya dhamana yalifungwa, yaani dhamana ilifungwa ikawa mimi hata kutaka ile dhamana sina haki. Wakati ule aliyekuwa rasio wa mkoa wa Dar es Salaam, Abdallah Zombe, aliwasilisha affidavit nne, hati za kiapo, kwa kesi zote nne kwamba huyu mtu hapaswi kupewa dhamana. Maana yake akipewa dhamana anaweza kuvuruga usalama wa nchi, maana yake ni mtu hatari sana. Hmm, nikakaa keko pale, ikawa sasa badala ya kuomba dhamana kwanza nikafungua rufaa ya kupinga zuio la da dhamana. <laughs> Ukiwa mwondani, um, um, um, nikiwa nimwondani, wakili wangu walikuwataa wa wa taslima, niko ndani keko selo yangu, nadhani siukuwa namba, namba nane si kumi na mbili, kitu kama hivi. Nilikuwa ilikuwa nyapara ni, wangu walikuwa kiitwa Jaki kwa wakati huo e, nilikuwa na wale kina Saidi mengi nani nani, kule nilikutana na kina Kasusura na wengine, ndo tulikuwa tuko pamoja kule wakati huo keko enzi hizo. Sasa nimepambania dhamana kwanza, ile kufunguliwa tu mjadala wa kwamba nastahiki kupewa au sistahiki, mpaka nilipoonekana na haki ya kuomba dhamana sasa nikaomba dhamana mpaka umetolewa uamuzi kama huyu anastahiki kupewa dhamana, masharti yake sasa. Hmm, sharti la kwanza ni hati, nisalimishe hati ya kusafiria kama ninayo. Sharti la pili niwe na wadhamini wawili wa, wa, mmoja akiwa ni mtumishi wa umma. Sharti la tatu niweke hati ya mali isiyohamishika isiyopungua milioni kumi kwa wakati ule sharti nyingine ni niiwe napaswa kuwasili nini, kuhudhuria kila wiki mahakamani, ili kuonekana kama nipo, kupiga ripoti pale, kupiga ripoti. kwa hivyo nikawa na mlolongo hayo masharti. Masharti nikayatimiza, kwa hivyo nikawa niko nje kwa dhamana, lakini ukumbuke kuna sharti la kuto kutoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo nipo hapa mjini, siwezi kufika Kisarawe, siwezi kufika Kibaha, siwezi kufika Bagamoyo, kwa sababu huo ni mkoa wa Pwani. Lakini siwezi kuvuka maji kwenda Zanzibar. Miaka mitatu na nusu natumikia masharti hayo. Sijui kama yuko Mtanzania aliyewahi kupitia kipindi kama hicho. Miaka mitatu na nusu nazunguka ndani ya mkoa wa Dar es Salam tu, huku nina kesi nne, kila wiki nakwenda mahakamani na nna ile siku ya kwenda kuripoti. Kwa hivyo unanikuta kila wiki mimi siku mbili au tatu na kwenda mahakamani. Kwa hivyo maisha yangu yote mimi yanaishia kwenye viunga vya mahakama. Kuna wakati wa kufanya kazi na wakati kuhudumia familia, unafanya kazi wapi? Unafanya familia wapi? Unaacha familia yako, unaacha makazi yako, unaacha kila kitu. Kesi zile zimekuja kufutwa kwa nolle prosequi. Leo watu wanasikia tu, kuna watu walikuwa wamekamatwa kwa uhaini, wametolewa kwa nolle prosequi. Mi nataka niwaoneshe, hii ni mwaka mwaka mwaka gani hii eh? Mwaka elfu mbili hii imetolewa tarehe ishirini na mbili Agosti mwaka elfu mbili na sita hii imetolewa tarehe ishirini na mbili Agosti mwaka elfu mbili na sita ikizungumzia criminal case namba kumi na sita hamsini na mbili ya mwaka elfu mbili na tano hii hapa nolle prosequi. Nitakuskania nikutumie ili uipate vizuri mm -hmm. na kesi zote nne nilizokuwa nazo zimekwenda katika mfumo huo wa kufutwa kwamba serikali haina interest. Na hii ni baada ya kwenda mpaka kwa DCI, ni baada ya kwenda mpaka kwa naibu waziri wa mambo ya ndani kwenda kulalamika, jamani, inaendelea kuteseka hivi mpaka lini? Ukienda unaambiwa faili haipo, ukirudi huku unaambiwa faili haipo, ukienda mahakamani unaambiwa wewe faili yako haipo. Kwa hivyo ukienda baada ya wiki moja mbili, unachukua tarehe, unarudi, unakuja tena faili haipo mpaka baada ya kuhangaika kupanda ngazi na kushuka, wakili wangu Taslima na mie mwenyewe, hizi kesi zimefutwa, hata wakili hayupo. Serikali inasema ah, hatuna interest, tuna withdraw. lakini kumbuka huyu ushamtesa kwa kiasi gani? Ushavuruga mfumo wa maisha yake kwa kiasi gani? Ushaisumbua yeah. familia yake kwa kiasi gani? Na hakuna compensation yoyote you know? kwa hivyo nikawa nasema mimi wakati ule nina title ya kuwa ni mkurugenzi wa taifa Je, mwananchi wa kawaida anaishije kwenye hii nchi? Kwa hivyo miongoni mwa vitu ambavyo vinapaswa kuzingatiwa ni kubadili mifumo ya sheria zetu. Wakati ule mi niko ndani, nilikuwa nakutana na vijana fulani wanaitwa, mmoja anaitwa Hasan Kingwele, walikuwa na wenzao kama saba nane hivi, mpaka tisa, walishtakiwa kwa kuchoma nyumba moto maeneo ya Magomeni, wamekaa miezi pale, halafu na yenyewe vile imekuja kuambiwa ina sasa, lazima ifike pahala makuu ya watu wanita... siasa siku wanapokiwa, itabidi sasa watu wadai compensation ili tuheshimiane, isionekane kama kumbe kumweka mtu ndani tu halafu ukamwachia ni jambo la kawaida. Ulitaka nikupe ushauri wangu kama mchambuzi wa masuala ya siasa bado nitakuja hapo, lakini nakumbuka pia kwamba uliwahi kusema ule nyuma katika vipindi vyetu kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalitokezea kama ni aftermath au ni matokeo yaliyojiri ni kuundwa kwa tume ya uchunguzi ambayo iliongozwa na Hashim Bita jenerali marehemu, na nyinyi kwenye chama chenu CUF, wewe ukiwa kiongozi hasa wanake liofalia njuga hili mkatoka hadharani kuipinga ripoti ripoti ile, mkapinga ripoti ya kamisheni ile. Sahizi, katika muktadha ambapo kuna mfananisho kidogo, mwisho wa kipindi chetu, nataka kujua kwamba kipi ambacho mlikipinga, manake mauaji yamefanyika Januari elfu mbili na na moja, tume kaundwa na Rais Mkapa baada ya mwafaka kutia saini na kadha wa kadha, yakaja leo kuja lakini tume imeundwa, imechunguza, nyinyi mkasema hapana, tume hii imekwenda sivyo tangu mwanzo mpaka mwisho. Nataka kujua kipi ambacho mlikipinga katika tume ile, ikiwa ni uteuzi wa wajumbe wa tume wenyewe, na pia ikiwa ni ripoti ambayo, au hadidu rejea ambayo tume yenyewe walikuwa wanazo, na kipi ambacho walikuja nacho, na kipi ambacho kimefanyika kutokana na tume ile? Twende hapo kwanza. Awali sisi hatukuipinga ile tume iliyoteuliwa, na ndio maana tulikwenda mbele yake kutoa ripoti zetu na tuliamini watafanya kazi kwa uaminifu na no kwa uadilifu, na hasa kwa mwenyekiti ambaye kwa wakati ule alikuwa ni brigedia jenerali Hashim Mbita. Kwa hivyo, tuliamini kabisa kabisa kwamba hii tume inaweza ikaja na kitu ambacho kitakuwa ni cha kweli. mm -hmm. Lakini baada ya ripoti ya tume, ndio sisi tukalazimika kuandika hivyo vitabu. vilikuwa ni viwili, kimoja ni hiki ambacho nimekuonyesha toka juzi, cha mauaji ya kutisha ya elfu mbili na moja na kimoja spesifiki kilijikita katika kufanya uchambuzi wa taarifa iliyotolewa na ile tunaita tume ya brigedia. Miongoni mwa vitu ambavyo tulitofautiana navyo sana kwenye ripoti ile, kwanza ni chanzo na sababu za maandamano yale. Tuna kawaida kule Zanzibar sisi ya kuhusisha kila kitu na historia unataka kuunganisha mambo ya, ya, ya, ya tano Afro Shirazi au unarudi nyuma kwenye Hizbu sijui umapati ZPPP sijui nini nini, unataka kurudi huko. Sisi baadhi yetu mpaka leo tunaamini kwamba Zanzibar ya leo, miaka sitini na mbili baada ya mapinduzi ya Zanzibar, asilimia kubwa ya Wazanzibari hawayakumbuki hayo mapinduzi yenyewe hawajui sababu za mapinduzi yenyewe, hawajui yaliyojiri kabla, wakati na baada ya mapinduzi yenyewe. Leo ukimchukua hata rais wa Zanzibar Dokta Mwinyi hajafikisha miaka sitini na mbili. Ukiwachukua wajumbe wa baraza la mapinduzi hawajafikisha miaka sitini na mbili. Nani miaka sitini na mbili? wengi wao Ukiwachukua sijui wakuwa mikoa nani hao walioko kwenye CCM wengine wanaojiona wao ndio wana CCM wakubwa na nini na nini, hawajafikisha miaka sitini na mbili. Wanayajua wapi mapinduzi? Wanayajua kwa kuhadithiwa, wanayajua kwa kusoma maandiko aliyoandikwa, wanayajua kwa kusikiliza zile simulizi za kwenye televisheni kila inapofika sherehe za mapinduzi. Leo Zanzibari ukiwambia hawa wa sasa hawajui. Juzi tu, mfumo wa vyama vingi kabla ya kuanzishwa, miaka miwili mitatu pale, kama kuna mtu anaitwa Machano Hamisi Ali, Mzee Mlo Ali Hajipandu, eh, nadhani sijui kama Najima Othman, walikuwa kila mwaka wanakamatwa, kile kifika sherehe za mapinduzi wanawekwa ndani, wanatolewa baada ya sherehe za mapinduzi. Mimi nina simulizi yake mwenyewe Mzee Machano aliyozungumza hivyo, kama bwana, sisi ilikuwa ikifika tu ma sherehe za mapinduzi Januari ile mwanzo mwa Januari kabla Januari kumi na mbili wanakamatwa, wanakuja kutoka kuanzia Januari ishirini. Hakuna kesi hakuna chochote, kwamba awa wakiwa nje wanaweza wakavuruga sherehe. Na ilikuwa inajirudia kila mwaka mpaka watu wakawa wanatembea na mikoba na miswaki popote watakapokamatwa, awe yuko tayari na, na msala na msahafu wake kwenye mkoba na kwenda zake ndani, hawafunguliwi kesi mahakamani wala chochote. Walikuwa wakikamatwa na kuwekwa ndani mpaka tumekuja kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi ndo yameacha hayo mambo. Na, na, kidogo nilikuwa nataka kusema ni bora kukumbusha kwamba hao uliowataja kwa majina hasa hawa ni watu wenyewe, si kwamba eti wanatokana na hiyo historia. Manake wenyewe walikuwa walikuwa ni Afro-Shirazi, hawa walikuwa ni wapinduzi wenyewe, kuwekwa ndani. Ukizungumza kwenye hiyo <laughs> historia, Machano alikuwa Afro-Shirazi, ali hajipando alikuwa Afro-Shirazi, mzee mlo alikuwa Afro-Shirazi, wote hawa walikuwa Afro-Shirazi, wali hmm. Sasa unapotaka kuniambia kila kinachojiri kwenye siasa za Zanzibar kimetokana na historia ya Zanzibar, mimi siwezi kukubaliana nayo. Leo vijana walio wengi pale hawajui chochote kuhusiana na historia ya Zanzibar. Wanachotaka ni maendeleo, wanachotaka ni kuona wanapata huduma zilizo bora, na msingi wa huduma bora kwa jamii ulianzishwa na aliyekuwa rais wa kwanza Karume. Karume aliunda idara ya kuweka hali za wananchi sawa. Wananchi wanataka kuona hali zao zinakuwa sawa. Ndio maana Karume pamoja na mambo yake yote lakini alianzisha kituo cha kulelea watoto yatima pale Forodhani. Ukifika kama wewe una mtoto unamtia pale nadia kengele nadiakengele juu kule, biti Ismaili anatoka nakuja anamchukua. Kaanzisha kituo cha kulelea wazee wasiokuwa na makazi na ndugu na jamaa eh, Sebleni, kwa kuzingatia kwamba watu Wazanzibari ambao hawana ndugu na jamaa. Akaanzisha kituo cha, cha, cha wakoma kule, nadhani ndio uelezo na, na mambo kadhaa wa kadhaa, na kulikuwa na idara maalum ambayo ilikuwa watu, kuna baadhi ya watu wanapewa posho kila mwezi. Nakumbuka sijui ni wakati wa wa, wa, wa, wa rais gani mwingine, kulikuwa na kituo kule bubu kinaitwa b, b, b, b U kule, kulikuwa na kituo kule Ch, chaku, kama hizi unazoziona skuli za VETA kuwafundisha vijana mambo ya ufundi na nini, na priority kubwa ilikuwa watoto wa Forodhani wanapelekwa kule na miongoni mwa hawa watoto waliolelewa furudhani wakati wa, wa, wa, wa Shekhe Abed Aman Karume wengine wamefikia kupata nafasi kubwa sana za uongozi serikalini. Si vyema kuwataja, tumekuwa nao katika sekta tofauti tofauti. Sasa watu wanataka kuona hali za wananchi zinakuwa sawa, na ukisema hali za wananchi zinakuwa sawa, kwenye kisiasa, kwenye kiuchumi, kwenye masuala ya kijamii, kwenye mambo ya kupata elimu, matibabu na mambo mengine kadhaa wa kadhaa, ikiwemo mambo ya ajira na mambo mengine hayataki kashwa usimamizi wa sheria. Nilikuwa ninasema kwamba nukta yako ambayo ilikuwa inajenga Maalim Said hapa ni kwamba si historia ambayo ilikuwa chanzo cha, cha maandamano yenu au machafuko ambayo yametokezea mauaji ambayo kabisa si historia kabisa. Chanzo cha maandamano ni mwenendo uliokuwepo na uminywaji mkubwa wa demokrasia katika visiwa vya Zanzibar kufanya watu waliokuwemo kwenye vyama vya upinzani kama vile hawana haki ya kufanya shughuli za kisiasa, wakati katiba inawaruhusu, katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Hakuna masala ya historia, na hicho ndio cha kwanza tulichokipinga kwenye ripoti ya Brigedia Hashim Mbita.